Muungano wa wahudumu wa afya maarufu KMA sasa unairai serikali kupiga jeki idara ya afya mashinani kwa kufanikisha mpango wa afya bora kwa wote maarufu UHC. Wakizungumza mjini Kisii kwenye kongamano lililoleta pamoja madaktari kutoka mataifa ya Afrika mashariki na kusini, viongozi wa muungano huo wamemtaka waziri Aden Duale kufanya kipaumbele upatikanaji wa huduma bora za afya kwa Wakenya wasio na uwezo wa kugharamia matibabu mashinani. Aidha, wametoa wito kwa serikali za kaunti kuboresha mazingira ya wa afya na ufadhili kwa wafanyakazi wote wa idara za afya. We've had challenges trying to really achieve UHC and this is in the direction of really bridging that gap between policy and Integrate that and make them work for our citizens. Tunataka madaktari na wahudumu wa afya wengine ambao waongezwe katika uh, hospitali. Wale madaktari ambao wako ni kidogo, hawatoshi ku, ili mkienda katika zile huduma za afya kuwe na daktari na vile tunaangalia haya mambo, tunaendelea kuona ya kwamba tutahitaji daktari katika hata zile level za chini ambazo ni level 2 na 3. Tukienda hivyo, hiyo inaitwa human resources for health, kuongeza ule umaarifa ambako uko kule chini katika community.